Ah, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limewakamata Pendo John Matongo mwenye umri wa miaka 19 mkulima na mkazi wa Mwembesongo na Kumbuka Kwalitaho Barafwa mwenye umri wa miaka 22, huyu ni mkulima anaye mkazi wa Mwembesongo kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wao mzaa. Hawa ni ni mtu na, na mpenzi au mke wake tukio hilo limebainika Novemba 27 mwaka huu asubuhi katika eneo la mto Morogoro, Morogoro, mtaa wa mchuma kata ya Kichangani. Hii ni manispaa ya Morogoro ambapo maiti ya mtoto mchanga aitwaye Selina Kumbuka ambaye alikuwa na wiki tatu na tangu azaliwe ilikutwa ikiwa imetupwa na kutelekezwa baada ya kuuawa na wawili hao. ilivyo ni kwamba Novemba 26 mwaka huu asubuhi raia wema wa mtaa wa Uh, kata ya Mwembesongo kwa kimsingi ndiko wanakoishi wawili hao, walitoa taarifa kuhusu mashaka yao ya kutoonekana mtoto ambaye alizaliwa kwa umri wa miezi saba uh, ya mimba uh, kwa maana mtoto alikuwa njiti. Kutokana na taarifa hizo, watuhumiwa walikamatwa wali na kusaidia kwa maana ya kuujiwa na kuweza kuonyesha sehemu alipotupa mwili huo baada ya kuua kwa kumziba mfumo wa hewa. Awali walikuwa wanasema mtoto tu ametoweka, ameibiwa, ajulikani alipo lakini wale watu wa taarifa uh, waliamini kwamba huenda wakawa wamefanya tofauti na hivyo wanachokisema. Kwa chanzo cha tukio hilo tunaona ni mgogoro uliokuwepo wa kifamilia, kati ya mwanaume ambaye aliamini kuwa yule mtoto si mwanae na, na kwamba ilikuwa ni mateso kwao, kutokana na alizaliwa akiwa jiti akiwa na umri wa miezi saba tumboni, kwa ilikuwa ni ngumu kwenye kumtunza, na aliona kama hii sharti inamuia ngumu. Kwa hiyo basi alimpa uh, shinikizo mke wake amuue ili waweze kuendelea na mapenzi yao wao wenyewe wa wawili. We walifanya hivyo na ka ameuawa, sasa na ndio taarifa zimefika kituo cha polisi, kwa sababu alikuwa onekani yule mtoto i. Jeshi la Polisi tunatoa shukurani kwa wananchi wema, ambao kimsingi wametoa taarifa hizi zilizosaidia, uh, kufanikisha kufahamu kuhusiana tukio hili. Ingawa tumeshindwa kuokoa maisha ya mtoto, lakini angalau tumeuona mwili na uh, kuweza kujua kwamba sasa tukio kwa uhalisia wake liko namna hiyo. Asante sana.